Hello guys, hivi huyo iliyokuwa naye katika maisha ya mahusiano anakupenda kweli ama anakuzingua tu? Jibu kupitia comment section yako chini. Sasa mzigo unaanzia nyumbani. Wakati huo mama anaandaa breakfast ya binti yake, binti kafika, wamesali kisha kula. Muda huo binti alikuwa anaenda kwa baba yake, lakini alitakiwa kusafiri kwa masomo. Mama anaitwa Lucy na mtoto anaitwa Maya. Maya aliuliza kama baba yake tayari ameshapata taarifa kuhusiana na safari yake ya kimasomo, lakini mama akasema kashamwambia tayari, lakini akifika amkumbushe baada ya breakfast. Wanatoka nyumbani kuelekea mizungukoni. Kabla hawajatoka mama aliongea na mpenzi wake kuhusu jambo fulani hivi, na akaahidi akirudi tu au akimaliza atamwambia ili waweze kukutana. Upande wa pili huko kuna mwanaume hapa anaitwa Edward, huyu yuko na mpenzi wake anaitwa Carol. Muda huo Edward anamwambia Carol kwamba binti yake Maya anakuja kuwaona, hivyo awe tayari kwa kila kitu. Carol aliomba aondoke ili mradi asiweze kuwavurugia moment nzuri ya baba na mtoto, lakini mpenzi wake Edward akamwambia hapana, haiwezekani kwa sababu wewe sio mtu wa kuchezewa kwangu, bali wewe ni mke wangu mtarajiwa, kwa hiyo inabidi ukae ili mradi uweze kuzoeana na mtoto. Binti ikafika kwa baba yake ni makumbato na stori kama zote. Baadaye binti anasema ana njaa, ila alistaajabu kujua kwamba Carol ndo ameweza kupika chakula. Maya hakumpenda Carol, maana alitaka siku zote mama yake na baba yake wawe pamoja. Kaja kuongea na baba yake na kuuliza kwa nini Carol huwa yuko pale siku zote, lakini baba yake anamwambia kwamba yuko tayari kumuoa na atamuoa tu. Maya hakufurahia kabisa juu ya jambo lile lakini alitaka tu kuongea naye kuhusiana na trip yake ya kule shuleni. Edward aliomba aongee jioni maana anawahi kazini amechelewa sana. Huko Lucy katulia kwenye kifua cha mwanaume fulani hivi anaitwa Harry. Lucy na Harry ni wapenzi lakini Lucy na Edward ni wazazi wa Maya. Upande wa pili huko, muda wa kula umefika lakini moja kwa moja Maya amefika mezani na kuanza kupretend kuwa ana furaha. Kamuulizia baba yake kuhusu trip lakini Edward alibaki ameduaa ya maana hakuwa na taarifa yoyote ile kuhusiana na safari yake ya kishule. Haraka Maya akainuka na kuenda chumbani kwake kwenda kuongea na mama yake. Mama anamwambia binti yake yuko bize kwa wakati huo, inaweza kuongea baadaye, lakini Maya anachukiwa sana na uongo wa mama yake, kwa maana wala hakumwambia baba yake kuhusiana na trip. Heri anasema hana haja ya kuingilia maongezi, lakini hapendi tu kuona anaendelea kuwasiliana na mumeo wa zamani, yaani mzazi mwenzie, lakini Lucy naye anaonyesha kuchukizwa, lakini ni kwa ajili ya mtoto wao tu Maya. Huku Edward anadekeza tu mtoto mzuri Carol, maana anampenda sana mpenzi wake na hayuko tayari kumpoteza. Sebuleni Maya anatazama TV, anakuja Carol kumshobokea, lakini anaishia kujibua hovyo tu, hivyo anaamua zake kuondoka. Lucy kampigia simu Edward kuongea naye habari fulani visa trip. Edward anakuja juu, kwa maana anaona ndoto za binti yake zitapotea akienda South Africa. Lucy alichukia sana na akaona tu amshtakie kwa mpenzi wake Harry maana hapendi akiongea naye, anaonekana ni mjinga sana kwake. Upande wa pili Edward anapata breakfast na binti yake, ila akamuuliza kama yuko tayari kusafiri na anakiri kuwa yuko tayari kwenda huko ambapo mama yake ametaka ya aende. Jioni Lucy amerudi nyumbani, muona anampigia simu kumwambia kwamba baba yake hajamfurahisha kabisa hata kidogo, kwa maana amesema hatu afford nauli ya kuendea huko kwenye safari yao ya South Africa. Lucy alikasirika sana, lakini Maya aliwasihi wasigombane juu ya hilo. Anaingia ndani Carol anauliza kwa nini alienda kuongelea nje. Maya anajibu kuwa outsiders hawaruhusiwi kabisa kuyajua mambo yao ya kifamilia. Carol akasema Dina iko tayari. Japo hakupenda tabia ya Maya lakini ilibidi atulie tu kwa sababu asiweza kumkosa mpenzi wake. Maana hata alipoulizwa na Edward pia alisema yuko sawa. Wako mezani, Carol hajaungana nao kabisa lakini Edward akamuuliza Maya kama wamegombana. Ila aliambiwa hapana, hatujagombana ni mambo ya kawaida tu. Basi wakaendelea kula na kufurahi. Asubuhi Carol anaondoka zake, Maya anajifanya nitakumis sana gani Uh, bla bla bla lakini, Carol anamsihi asome na awe binti mzuri shuleni. Edward akamsindikiza mchumba wake kisha anamrudisha Maya kwa mama yake. Kafika, baada ya salamu na makumbato, ni maneno tu. Edward alisema hataruhusu mtoto wake aende popote pale. Na Lucy alisema atamwonyesha. Marumbano hayakuwa madogo, maana ilikuwa ni balaa tupu yani Maya akabaki njia panda maana wazazi wake hata mara moja hawawezi kuelewana. Hali ile ilifanya Maya alie usiku kucha na depression ya hali ya juu kabisa. Asubuhi Lucy anapika, anakuja Maya kumwelezea kuwa hahitaji tena kwenda South Africa. Lucy anamsema maana aliona ni akili ya baba yake, yani kama vile kapandikizo mbegu fulani hivi. Kisha akamwambia jioni waungane kwenye dina, watakuwa na mgeni. Maya alizidi kubaki njia panda maana haelewi nini afanye, ili mradi aweze kuunganisha wazazi wake. Upande wa pili huko huku Edward anaongea na mama yake na anamshtakia Lucy maana anashindwa kabisa kumwelewa kutokana na haushauriki hata kidogo kutokana na matendo yake. Usiku Heri amekuja na akapokelewa vizuri sana, lakini Maya hakupenda pia uwepo wake karibu na mama yake, sababu yeye aliamini ataweza kuwaweka pamoja baba na mama yake. Japokuwa alicheka na kufurahi, lakini muda wa kulala, Maya akaja kwa mama yake kuomba kamwe asirudie tena kula naye meza moja, sababu hampendi. Lucy hakuipenda kabisa tabia binti yake kwa kutaka kuwafanyia maamuzi watu wazima. Usiku binti ikampigia baba yake simu kumwambia kwamba South Africa sio option pekee ambayo wako nayo, hivyo anaweza akamtafutia eneo lingine na atakubali kwenda katika upande ambao yeye ameweza kumchagulia ba Asubuhi Maya ameenda shuleni, lakini hayuko sawa kabisa kiakili. Anakuja besti yake Sara kumuuliza na anajibiwa sababu kubwa ni familia yake, maana hawajawahi kabisa kuelewana hata mara moja. Nyumbani Lucy kapigiwa simu na mama wa Edward na aliomba Maya akakae naye wikend, lakini hawakuelewana kabisa. Lucy akaona hasira zake zote amalizie kwa Edward sababu aliona kama vile wanataka kumpanda kichwani na kumtibua kichwa chake. Siku nimefuata Lucy anakula maisha na na Heri wake. Baadaye kapokea simu kutoka kwa Edward. Edward alimuulizia Maya lakini Lucy naye anakosa majibu maana alihisi yupo kwa baba yake. Edward alikasirika sana maana binti yao alikuwa tayari kashapotea na hawajui wapi pa kuanzia. Yeye aliamini atakuwa kwa mama yake lakini mama mtu naye anasema alikuwa hajui kama tayari ameshatoka shuleni. Wametoka kumtafuta mtoto lakini lawama haziishi. Kila mmoja alimlaumu mwenzie kwa kuwa mzembe. Hasa Edward aliahidi kama Maya atapatwa na kitu chochote kile basi achimbe makaburi mawili. Yaani atamzika mtoto wake na atamzika pia yeye Lucy. Alirudi nyumbani anakutana na Heri na anamfariji kwa wakati ule mgumu. Lakini akili yake haikuwa sawa kabisa kwa sababu alihisi kuna jambo baya limeweza kumpata binti yake. Huko Edward hatulii kabisa, yani kachanganyikiwa mno. Alitamani hata kumtafuna Lucy, lakini basi tu. Lucy akiwa kwake anapokea simu kutoka kwa mkwe wake, ikiwa inalawama mno. Lucy akaona amwendee hewani tu Edward, maana aliona anaonewa sana. Akaishia kujibiwa nyodo na kukatiwa simu. Lucy akapata na wazo la kumpigia shangazi yake tu. Shangazi baada ya kupokea taarifa hizi akaanza kupiga maombi ya kutosha sana na kusambaza upako yako oh. Huku Maya yuko na rafiki yake Sara na alikuwa na anakaa naye kwa muda wote huo. Kaja shangazi na kuanza kumsema Sara kwa kumdanganya na kusababisha Maya kupotea kwa siku kumi hizo. Akampa simu Maya amwandikie namba za mama yake na ili mradi aweze kumpigia, maana alimpatia namba za uongo mara ya kwanza. Huku Lusi ana hali mbaya sana, maana binti yake imepotea kwa siku kumi na hakuna taarifa yoyote ile ambayo imeweza kutoka mpaka sasa hivi. Mara anapigiwa simu na kutaarifiwa kuhusu binti yake. Lusi aliomba aletwe nyumbani tu na alifurahi sana kusikia hilo mtoto wake kwamba yuko salama. Nyumbani, Edward na Lucy hawaishi malumbano licha ya kupata taarifa kuwa binti yao ni mzima na yuko salama. Lawama makubwa ni kuwa Maya alipotea katika mikono ya mama yake. Shangazi ya kupenda kabisa tabia yao, na aliomba wajiheshimu sababu Maya akiondoka tena kwa sababu yao hatopenda kabisa, na watadili nalo tatizo lao wao wenyewe. Wakiwa pale wanashauriana Maya akirudi atakaa wapi, lakini mara mlango unagongwa, hivyo anti anawakanya kabisa kamwa wasije kumpokea mtoto. Baada ya kumpokea tu Shangazi yakampokea na haraka sana akampeleka ndani, lakini bado malumbano hayakuisha kati yao. Anti akiwa ya ndani, aliongea na Maya mambo mengi sana na kumkanya kama asirudie tena kufanya hivyo, maana aliwapa hofu sana wazazi wake. Maya anasema nitakaa hapa ila kwa masharti yangu, na wakikataa basi nitaondoka tena. Anti aliahidi kwamba ataongea na wazazi wake na hana haja kabisa ya kwenda popote pale. Wamekuja sebuleni, Edward na Lucy wanajimaliza tu, yani wanazungumza peke yao. Maya anasema anataka apangiwe apartment yake mwenyewe na wewe anamtembelea tu. Lucy anapinga akidai kwamba bado ni mtoto na haki zake zote ziko kwa wazazi wake, anapaswa kuwa na mama yake ama baba yake. Edward naye akataka Maya aondoke naye yeye, lakini Maya alisema atabaki pale, lakini Edward anapaswa aje kuishi pamoja nao, yani waishi kama familia hivi, baba mama pamoja na mtoto. Edward na Lucy waliona kama adhabu, maana kukaa nyumba moja wao ni zaidi ya adhabu. Karudi nyumbani kachoka, ile ilibidi tu amwambie Carol kila kitu na awe tayari kwa lolote lile, maana atahama hapo kwa ajili ya binti yao. Lucy kakutana na Harry naye ilibidi ampatie maelekezo ya kueleweka maana huwa hapendi kabisa ukaribu wake na mume wake wa zamani. Asubuhi Edward kashahamia nyumbani, anti anaondoka zake ila anaomba wasigombane mbele ya mtoto. Siku inayofuata Lucy kamwita Harry maana alimisi sana. Edward naye akaona mwite Carol wake, yaani ugomvi ni pale pale, ndio kama mbwai ni mbwai tu. Eh bwana, we kumbe Carol na Heri wanajuana bwana. Sasa ile ikawapa mashaka sana wenza wao. Lucy kamuita Heri kwa ajili ya mazungumzo, huko Edward naye na Carol wameenda za kuzungumza. Edward alianza kuwa na mashaka na Carol, maana aliona kama vile alikuwa anamdanganya maisha yake yote. Hata hivyo, pia Lucy naye alihisi hivyo hivyo kwa Heri. Kwa hiyo maongezi yao hayakuisha vizuri kabisa, kila mmoja mmoja alikuwa na mawazo, yaani kila mmoja alikuwa anawaza kivya kivyake. Wakiwa na mawazo kibao, Maya anakuja na wazo la kutoka sehemu fulani, hivyo wakafurahi, lakini hapakuwa na aliyekuwa na utayari. Siku inayofuata Heri na Carol walitoka mtoko, na siku ile Lucy alijitahidi sana kumtafuta kwa simu, lakini simu yake ilikuwa inajibiwa nusu nusu, yaani Heri alikuwa anajibu nusu nusu kwenye simu. Edward naye pia amekuja nyumbani kumtafuta mpenzi wake. Hamuoni, anampigia simu, anamwambia yuko chumbani, anaangalia TV, yaani yuko sebuleni, madai yake anaangalia TV, lakini muda huo mwamba alikuwa ameshasimama sebuleni na hakuna mtu ambaye alikuwa anaangalia TV. Muda huo Edward alizidi kuwa na mashaka na penzi lake, hivyo akaamua achil kwanza. Usiku Carol amerudi, anauliza alipotoka, anasema kwamba hakuna umuhimu wowote. Edward alistajabu sana kuona Carole amebadilika. Alafu sasa ametupia ile red lipstick, short dress pamoja na mambo fulani hivi ambayo anaona kabisa hii ni date hivi. Alafu anamdanganya. Edward aliona wote wanafanana tabia. Yaani aliona kama vile Lucy pamoja na Carole wanafanana tabia. Ni wanawake wote kwa ujumla ndio jumuisha hapo. Mm, huyu ni Edward. Huko sasa Maya yuko zake jikoni anapika. Amekuja Lucy anapatiwa kazi ya kufanya. Edward naye akajisogeza. Anapatiwa pia kazi ya kufanya pia. Lengo la Maya ni kuunganisha familia yake. Lakini kwa kutazama tu ilikuwa haiwezekani maana hata pale walipokuwa walikuwa wanagombana. Yaani Yaani kila kila wakikutana wao ni kugombana tu. Kana kwamba kwamba kila mmoja alijutia kabisa kabisa kabisa kabisa kuwa na na na na na na mahusiano na mwenzie. Usiku Maya Maya Maya Maya anaenda zake kunywa maji sebuleni anakutana ya na mama yake yake yake. Anazungumza na Heri na kukiri kwa uchungu kabisa, kwa kwa kwa hampendi hata kidogo Edward Edward Edward, uwepo wake pale hauna maana kabisa. Hapo, Maya anasanuka, amerudi, Maya maana Hapo ndipo anasanuka sasa, amerudi kaenda kuongea naye. alimuona alimuona hana hana furaha. Yaani, baba hana furaha. Baba lakini anafurahi sana kwa ajili yake. Ile ndio jibu ambalo Edward aliweza kumpatia. Amekuja Carol Carol ila anamwambia Carol, baba yako hayupo, lakini yeye mwenyewe anamwambia, najua kusilo, ila nimekuja kwa ajili yako wewe. Alistaajabu kidogo, lakini alipomwambia tuketi tuzungumze, alikubali. Jioni Edward amerudi. Maya anamwambia arudi tu nyumbani. Edward alishangaa, lakini binti yake alimwambia hivyo kwa sababu ulikuwa na maana, kutokana na anamwona baba yake hana furaha kabisa akiwa pale. Lakini Edward anasema atafanya lolote kwa ajili ya binti yake Maya akamleta baba yake sebuleni ili waongee kidogo lakini hakuna kilichobadilisha chochote kile maana walishia kugombana na kutukanana kuliko kawaida. Asubuhi Lucy kaenda zake kazini, jioni anarudi anakutana na ugeni. Alikuwa Carol. Mara Edward anaingia ndani anashangaa kumwona Carol, lakini alifurahi sana. Mara Harry naye huyo ameingia. Wakawa wamesalimiana pale kisha akasalimiana na Edward pamoja na Maya. Edward akaomba akaongee na Carol na Harry pia akaomba akaongee na Lucy wake. Yaani kila mmoja akaseparate na mtu wake. Edward anauliza nini kinaendelea. Carol anamwambia kwamba Maya anataka kila mmoja awe na furaha, yaani anataka wazazi wake wawe na furaha, lakini anahitaji pia kuwaona wanamjali na kumkumbuka mara zote. Kisha Carol akasema tu ukweli kwamba alitoka na Harry lakini walitoka kwa ajili ya mazungumzo tu na hakuna kitu kingine chochote kile. Lakini Edward alikuwa na hofu kidogo japokuwa alimpenda sana Carol ila aliona tu apotezea yote ile hali yuko naye pale. Huko nako Harry amemwambia Lucy kwamba walikutana na Carol lakini hakuna chochote ambacho kiliweza kuendelea zaidi ya kila mmoja kuelezea jinsi gani anampenda mwenzie. Yaani jinsi gani yeye anavyompenda Edward na jinsi gani eh, yeye Harry anavyompenda nani Lucy. Sasa akashuka Edward na Carol wakiwa na furaha sana wanamkuta Harry pamoja na Lucy Sebleni, wana furaha sana kwa pamoja. Maya alivyowatazama alijua kwamba kweli kila mmoja na furaha yake. Yaani usilazimishe penzi sehemu ambayo haitakiwi. Kwa hiyo kuona wazazi wake wana furaha naye pia alifurahi sana. Na tangu siku ile basi Edward na Lucy walielewana sana kwa sababu kila mmoja alikuwa yuko na mpenzi wa maisha yake. Mzigo naishia hapa. Tumejifunza mambo mengi sana, lakini mdugu mkubwa, kujali furaha ya mtu mwingine ni bora sana kuliko kujali furaha yako wewe mwenyewe. Hii ni Danny Movie Recap. Mimi ni Queen of Recap, till next time. Ciao.